Yapo mageuzi makubwa sana, ndugu waandishi wa habari, yaliyofanyika katika masuala ya ujenzi. Kwa mfano tu, katika ngazi ya mahakama za mwanzo, primary courts, zimejengwa sabini na nne. Na hiyo katika ujenzi huo gharama ya fedha iliyotumika ni takriban bilioni sitini na saba nukta tano. Mahakama za mwanzo sabini na nne takriban bilioni sitini na saba nukta tano zimetumika. Zimejengwa mahakama za wilaya na zile zinazoendelea kujengwa ishirini na moja na miradi hiyo ya mahakama ya wilaya ishirini na moja imegharimu bilioni ishirini na tisa nukta saba ni, ni hela nyingi. Mambo mengine yaliyofanyika kwa mfano ni mradi wa ujenzi wa nyumba ya Jaji Mkuu Chief Justice Palace ambayo ni takriban bilioni mbili na milioni kumi na nane na mradi unaendelea vizuri, lakini pia kuna ukarabati ambao umefanyika katika mahakama kuu mbili Tabora na Dodoma, eh, bilioni tatu nukta mbili. Lakini kama eh, mnavyofahamu pia eh, upo mradi sasa wa makao makuu ya tume ya utumishi wa mahakama, jengo ambalo liko pembeni tu pale ambalo e, lina sakafu sita lile nalo ni bilioni kumi na nne nukta tatu. Lakini bila kusahau kwamba e, upo mradi wa makazi ya waheshimiwa majaji, mradi wa nyumba arobaini na nane ambazo nazo pia zinazuliwa, mradi ule ni bilioni arobaini na mbili nukta tatu na umeshakamilika tayari, waheshimiwa majaji wengine wameshaanza kuishi pale lakini vilevile vile mkumbuke kuna huu mradi wa ile jengo tulilopa ambalo baadaye nitazungumza kwa kina kidogo. E, wenyewe ni bilioni 129.7, bilioni 129.7 wakati ule wa design, kwa maana ya fedha za kigeni ni dola za kimarekani milioni 60. Sasa ukiangalia kwenye mahakama kuu, mahakama ya rufaa na kadhalika, yapo maboresho ambayo yamefanyika kwenye majenzi, kwa maana hii miaka minne, badala sasa ya kujenga mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama kuu na kadhalika, upo ubunifu ambao umekuja wa kitu kinaitwa IJC, Integrated Justice Center. E, kituo jumuishi cha kutoa haki. Dhana hii maana yake unakuwa na mahakama ya mwanzo pale, pale pale mana mahakama ina ngazi tano mahakama ya mwanzo pale pale, unakuwa na mahakama ya wilaya na mahakama ya kimkazi mahakama kuu na mahakama ya rufani katika jengo moja. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kwa kweli ni, ni jambo kubwa. Sasa wakati mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, ipo miradi iliyokuwa inaendelea iliyokuwa imeanza awamu ya tano ya, ya mheshimiwa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, um, lakini mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye aliyezindua. Eh, miradi hiyo ambayo ile IJC zimeshakamilika sita. Mbili ziko mkoa wa Dar es Salaam pale Temeke na Kinondoni. Moja iko Morogoro, nyingine iko Mwanza, lakini nyingine ni hapa Dodoma, eh, pale tu karibu na Hazina, lakini nyingine iko Arusha. Ile miradi sita iligharimu bilioni 51.5 bilioni 51.5 na hizi AGC zinajengwa kwa mkopo nafuu kutoka Benki ya Dunia katika mradi ule wa bilioni 51.45. Utaratibu wetu wa mahakama ni kwamba tukishakupa kazi ukajenga hata jengo kama hili, kile kipindi cha DLP, DLP ni defect liability period, kikisha pita, huwa ni mwaka mmoja, tunarudia kupima, inaitwa remeasurement kihandisi, tukipima tunasema hili jengo tulikubaliana ni bilioni tisa nukta mbili ndio gharama ya kujenga JSC Dodoma lakini sasa so uhalisia wake kokoto uliotumia mchanga maji na sementi ni bilioni nane nukta tano zile zilizobaki turudisha kwa hiyo katika zile JSC sita za kwanza tuliweza kuokoa bilioni tatu nukta sita na zikarudi kufanya shughuli zingine na ndivyo ambavyo tunafanya katika miradi yetu yote mingine sasa baada ya benki ya dunia kuridhishwa sana na usimamizi wa mahakama na uwajibikaji wa serikali na nia ya serikali kukopa eh, kwa gharama nafuu kwa ajili ya mahakama, Benki ya Dunia ilitupa kitu kinaitwa additional financing. Additional financing mba unaongezewa ule mkopo wa gharama nafuu, na ulitongezea dola za Kimarekani milioni tisini. Ile ya kwanza ilikuwa milioni sitini na tano mkopo, msichanganya na gharama za ujenzi wa jengo hili, mazungilia ile sasa ya mkopo wa benki ya dunia lakini awamu ya, ya pili ni bilioni tisini sawa na, eh, sorry milioni tisini sawa na hela za kitanzania bilioni mia mbili na tatu katika hizi additional financing pia tukaona tujenge vituo vingine jumuishi tisa ili vifike kumi na vitano nane vinajengwa Tanzania bara lakini mkopo ule unalipwa na walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kituo kimoja kinajengwa Zanzibar. Sasa hivi, nane vinavyojengwa Tanzania bara vipo katika hatua mbalimbali, na tunategemea kabla ya Christmas mwaka huu vyote vitakuwa vimekamilika: Lindi, Songea, Njombe, Songwe, Katavi, Singida, Geita na Simiyu. Ndio, katika hali nzuri kabisa cha Geita, nafikiri kufikia mwezi wa sita kitaanza kufanya kazi. Kimoja kinajengwa Pemba. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi aliyetusaidia pia kupata kiwanja kizuri na ndiye aliyeagiza kijengwe Pemba. Inajengwa wilaya ya Chake Chake, kata ya Mabaoni na hivi tunavyoongea mradi unakwenda kwa kasi kubwa sana usiku na mchana. E, mradi ule umekuwa ukijengwa na mkandarasi anayeitwa Deep Construction. Kasi haikuwa inaenda vizuri ikalegalega, lakini sasa wameingia makubaliano na kikosi cha kupambana na magendo au kuzuia magendo Zanzibar KMKM. Ni kikosi cha jeshi ambacho kinaongozwa na sio wake Eh, vyo vya kijeshi vya navy iye ni commodore, lakini kwenye vyo vya kijeshi ni kama Brigade general eh, azana msingiri, kazi inakwenda vizuri sana na kituo kile nacho jumuishi tunategemea kitaisha kwa wakati mwafaka, na pamoja na ujenzi na fanicha na kadhalika, kile kinagharimu bilioni ni, 9.8. Ni, ni faraja kubwa, ni fahari kubwa kama alama ya muungano wetu pia, kwa sababu hakuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila Zanzibar na hakuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila bara. Kwa hiyo tukadhani fedha hizi zinalipo kwa, e, kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tukadhani kuna haja pia kuhakikisha kwamba e, Zanzibar nao wanapata e, kitu ambacho itakuwa ni alama nzuri na kuendelea kuongeza haki, bila kusahau pia kwamba kwenye ngazi zile tano zilizosema mahakama ya rufani ni ya muungano na kifupi, haki ni ya muungano. Kwa hiyo tumeona kuna haja ya kufanya hivyo na tunashukuru sana serikali kwamba ilituelewa na sisi tunaahidi kwamba kazi itakwenda vizuri. Nilidhani ndugu zangu, mpate huo muhtasari kidogo, mjue kwamba nini ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini mfahamu kwamba sasa haya niliyotaja, miradi ya mahakama ya mwanzo wilaya ukarabati na kadhalika, ndani ya kipindi cha miaka minne, ukizijumlisha jumla yake ni bilioni 416.46. Narudia, gharama ya hiyo miundombinu iliyotumika katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni bilioni 416.46 sita, nukta nne sita fedha za Kitanzania. Hilo nadhani eh, ilikuwa ni jambo la msingi na kipekee. Mfahamu pia kwamba kwenye miundombinu ya TEHAMA uwekezaji mkubwa sana umefanyika, na sasa eh, mahakama ya Tanzania ni kinara katika matumizi ya TEHAMA katika taasisi za umma ukiacha TCRA ambayo ni mdhibiti. Kwa maana ya taasisi tuko mbali, kwa maana ya mifumo ya ofisi mtandao, e office, mifumo mingine ya ndani ya kuendesha mashauri, kusajili mashauri e, nanona msajili wa mahakama kuu yupo ndugu yangu Tengwa. Kwa hiyo sasa usajili wa mashauri ni, ni, ni kidijiti tu, hata kutumia simu yako ya tochi mtu nasajili mashauri, lakini pia tuna situation room, judiciary situation room, ambayo ni ya pili kwa ubora duniani na ipo katika jengo hili. Uh, leo hatutaonyesha lakini siku ya uzinduzi mtaiona. Uh, lakini ni kituo bora sana chenyewe, unaweza kuona nini kinaendelea ndani ya mahakama wanasema real time kwa muda ule, ule. Utaona hukumu inaendeshwa wapi, nini inafanyika wapi, majengo yanaendelea na vitu kama hivyo, kwa ni kituo bora sana na sisi, TEHAMA inatusaidia sana. Tuna mifumo karibu 17 sasa, na yote imejengwa na wataalamu wetu wa ndani. Mkuu wetu wa idara ya TEHAMA ndugu yetu ynokalege na timu yake wanafanya kazi kubwa sana na sisi tuna tunawashauri, tuna viongozi wengine wa taasisi nyingi za umma, ni bora kutumia wataalamu wetu wa ndani, bora kuwasomesha, kuwapa ujuzi kuliko unaletewa mfumo, source code tunaambiwa anayo mtu mwingine kule Ufaransa au Ujerumani. Hapana, nadhani tunapotumia wataalamu wetu wa ndani, e, ina, inasaidia sana sasa kabla sijaja kwenye hili tukio la tarehe tano, pengine ni vyema nikajibu swali la msingi, au nikahabarisha nini siri yetu ya mafanikio katika haya maboresho na mageuzi makubwa ambayo yametokea ndani ya mahakama. Ziko siri karibu tano, leo nawaambia mbili tu. Siri yetu, siri yetu ya kwanza ni teamwork. tunafanya kazi kama timu moja watumishi wa ngazi zote ambao nimesema ni elfu tano mia tisa na ishirini na sita uh, tunafanya kazi kama timu kama timu moja lakini kipekee wale viongozi waandamizi, jaji mkuu, jaji kiongozi, mtendaji mkuu wa mahakama na msajili mkuu, wote tumeshikamana kama kitu kimoja. Na kwa kweli kwenye maeneo ya TEHAMA tunaye kinara wetu ambaye anatuongozea mageuzi, mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma. Yeye ni profesa wa sheria lakini kwenye utendaji wa matumizi ya tehama, yeye utadhani ni profesa wa tehama. Anatupeleka vizuri sana, lakini pia kwa bahati nzuri, kwa mujibu wa sheria, mshauri mkuu wa karibu na msaidizi wa karibu wa jaji mkuu ni jaji kiongozi. Kwa sasa tunaye mheshimiwa Daktari Mustafa Mohamed Siani, mfuatiliaji mzuri sana. Kwa hiyo jaji mkuu akishatoa maelekezo kuna ufuatiliaji mzuri sana naye ni mtumiaji mzuri sana wa Tehama. Ufuatiliaji wa Dr. Mustafa Muhammad Siani kwa lugha ya kitaalamu inaitwa back to back. Yaani ni papo kwa papo hakuachii. Sasa hiyo ni siri ya kwanza ambayo inatusaidia sana, eh, kuwa na jaji mkuu ambaye kwa kweli ni mbunifu sana na mwana mageuzi kwa kweli, lakini pia na mshauri wako wa karibu, eh, naye eh, ni ufuatiliaji mzuri